Tutaombea vyama vile ambavyo ni vyama vya siasa, waongoze siasa yao kwa amani na utulivu, tuseme insha Allah. Jambo la tatu tutaombea nchi yetu, tumwombee mama yetu na serikali yake na wabunge wote ambao wameacha kazi wa Mbeya sijui Morogoro katika ili gurudumu analoenda nalo, basi kusitokee aina yoyote ya uvunjifu wa amani, tuseme insha allah. Na dua hili ataliongoza Muhoro, ili dua ataliongoza ndugu yangu Muhoro. Alafu unajua hapa, kila tukikaa, kila mwadhiri akisimama, amani, kila mtu akisimama, amani, tuna maana yetu Wallahi, wabillahi, watallahi, hakuna kitu muhimu duniani. Huwezi kufanya lolote, huwezi kuna ni hii bila amani. Akya Mungu kina mama, he he. We haya tu, haya maneno haya maneno mtakuja kutukumbuka, mnasema, walikuja Mazinge na kundi lake, wakatuambia. Allah, tunakuomba mji wa Mbeya upe ana amani na nchi yetu ya Tanzania yote uipe amani, na utujalie sisi na familia zetu katika majumba yetu tuwe na amani. Na mwisho, ya Rabi, kufa kwetu uchukue roho zetu zikiwa na amani, zimesalimika. Tuseme inshallah. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Taifa kagoli kamoja kanawashinda, lakini huku inshallah. Sasa hivi nataka tutulie. Sasa hivi tufanye dua. Pango, unanielewa uko uko vizuri hapo? Nataka tufanye dua. Dua la kwanza tunataka tuombee wakristo na Waislamu waishi kwa amani na salama bila ugomvi. Dua la pili, hilo hilo, vyama vyote vya siasa katika shughuli zao, kuingia katika uchaguzi wanaouendea wafanye kwa amani na utulivu, bila kugombana, bila kufanya nini. Dua itakayofuata tunaombea amani nchi yetu ikiongozwa na mkuu wa nchi na serikali yake, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, sijui makatibu tarafa, sijui makatibu kata, sijui viongozi wa vijiji, ili Mwenyezi Mungu atupitishe katika muda unayekuja kwa ajili ya kupata viongozi wapya. Dua hilo ataliongoza ndugu yangu kipenzi cha Allah Shekhe Muhoro bin Shabani. Bila kukawia kabisa, tunaomba dua hilo eh, sasa hivi eh, tuliongoze, ili tuweze kuwaruhusu mapema, kwa sababu kina mama Muhoro wanatoka mbali, inshallah. Na kesho kesho, ndugu zanguni kesho tuje kwa wingi, kwa sababu kesho inawezekana tukamaliza hapa, kwa sababu tunakimbia na muda, tumetoka mbali na sinataka tukawaone watoto hawa. Mmeona hawa, kila mtu hawa, hawa kila mtu ana ana familia, haki ya Mungu eh, ili baridi kali, mturuhusu na si turudi. <laughs> haki ya Mungu tena. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kwa hiyo kesho kila atakayekuja, wallahi, njoo kesho, tutafanya dua, tutatumia masaa matatu mpaka mane, tuseme insha allah. Kwa hiyo ni kuombe Ustazi Muhoro insha allah, kama tulivyosema insha allah Sheikh, tumekabidhiwa umekabidhiwa majukumu hapa, kwa hiyo wewe ndio utajua ni namna gani ya kuweza kuliongoza ili dua na. Allah, tunakuomba baada ya kuomba dua hili basi, tunakuomba kwa uweza wako na ukarimu wako na uwepesi wako uweze kutukubalia dua letu inshaallah. Ndugu zangu, tuniye mikono tuombe dua inshaallah. Naomba tuitikie amin.

Jalia Allah watuletee amani katika nchi yetu ya Tanzania, tupatie viongozi ambayo Allah wataiongoza nchi kwa amani, kama ilivyokuwa sasa nchi yetu ya amani. Yarabbi, kiongozi yote ambaye anayetaka kuongoza kwa fujo, Mwenyezi Mungu mtafutie kazi nyingine ya kufanya. Mtu yote ambaye Allah anachukua fomu kwenda kusimama kwa ajili ya kuchaguliwa, basi Allah tutafutie waliokuwa na salama, naipenda salama wanayoipenda nchi yao ya Tanzania Jaalia ya rabbi alamin, tupatie viongozi ambao watakao tutizama sisi wa, sisi watu wao wa chini. Ya rabbi tunakuomba walinde wote ambao watakaosimama katika uchaguzi uchaguzi huu wahifadhi, na uchaguzi upite kwa salama salama. Ya rabbi tunakwenda kwenye kipindi kipindi kigumu. Ya rabbi alamin, tujalie ala tupite salama kipindi hiki. Ya rabbi ala, tunakuomba mpe afya kiongozi wetu wa nchi kiongozi wetu wetu anayetawala nchi hii mama yetu Mama Samia suluh pamoja na jopo lake la viongozi wote, wabunge wa bunge na waziri pamoja mpaka nyumba kumi. Yorabi, ya rabu jalia, wape afya, waweze kuiongoza nchi yetu Tanzania katika amani kama ilivyo sasa. Ya rabu tunakuomba, fungua milango ya riziki kwa waja wako, hasatan wakazi ya wafanyie wepesi katika vilimo vyao, ni wakulima wa viazi mbataka pamoja na michele. Yorabi, ya rabu jalia, ardhi yako itoe nafaka itoe rutuba ya Rabbal Alamin, rutuba ambayo watapata mazao yatakayokuwa mengi ya kulisha Tanzania. Ya Rabbi tunakuomba, hakuna mola isipokuwa ni wewe. Ya Rabbi tunakuomba waadhiri wako pia utuhifadhi na utulinde. Ya Rabbi tusa tutembee salama kwenye harakati zetu za dawa. Allah pia kubwa zaidi mjalie na yeye salama na kuijua dini ya Uislamu kwa sababu dini ya Uislamu ni dini yako ya salama, na ndio maana dini yako umeipa jina la Islamu. Ya Rabbi, jalia na wao wapate haki ya Uislamu, na ufungulie milango ya riziki kwa Waislamu wenyewe wenye salama yao, kila mmoja, mfanya biashara mfungulie, mfanya kazi mfungulie, mwalimu wa shule mfungulie, mfanya biashara ndogo ndogo, Allah mfungulie, anayesubiri ndugu yake apate amtumie, Allah mfungulie, ndugu yake aweze kumletea nyingi. Hakuna mola isipokuwa ni wewe. Kila mwenye maradhi Allah mponyeshe.